Nipende kulisuka jimbo la Bagamoyo katika dekania tano, ni kama ifuatavyo. Dekania ya kwanza ni dekania ya Tegeta. Dekania hii inaundwa na parokia zifuatazo: Parokia ya Tegeta, parokia ya Boko, parokia ya Bahari Beach, parokia ya Ununio, parokia ya Mbweni Teta, parokia ya Tegeta Kibaoni, parokia, na parokia teule ya Mbweni JKT, Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Na dekano wa parokia hii ni Padri Manuel Makusaru. Naomba Padre Emmanuel Makusaro uje upokee barua yako. Dekania ya pili ni dekania Mivumoni. Dekania hii inaundwa na parokia y zifuatazo. Parokia ya Mivumoni, parokia ya Wazo Hill, parokia ya Madale, parokia ya Mbopo, parokia ya Nyakasangwe na parokia ya Muungano. Dekano wa Dekania hii ni Padre Joseph Luena. Naomba kimbie kama kijana. Parokia dekania ya tatu ni dekania ya Bunju. Dekania hii inaundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Bunju, parokia ya Mbweni, Mbweni Mtakatifu Rafaeli Malaika, parokia ya Mbweni Mpiji, parokia ya Kinondo, parokia ya Kiharaka, parokia ya Kerege, parokia teule ya Zinga. Dekano wa dekania hii ni Padre Edwin Dino. Yes. Ah. Parokia ya nne ni ya dekania, dekania ya nne ni dekania Bagamoyo. Inaundwa na parokia ya zifuatazo. Parokia ya moyo safi wa Maria Bagamoyo, parokia ya Epifania, parokia ya Kiwangwa, parokia ya Mandera, parokia ya Rugoba na parokia teule ya Makurunge. Dekano wa dekania hii ni Padre Elias Petro Ruva office CSSP. Deke, dekania ya tano ni dekania ya Chalinze. Dekania hii itaundwa na parokia zifuatazo. Parokia ya Chalinze, parokia ya Mdaula, parokia ya Ngerengere na parokia ya Bwawani. Na dekano wa dekania hii ni Padre Patrick Kungaro. Na naomba wa, eh, madekano hawa eh, tukutane tarehe sita asubuhi kwenye saa nne hivi kwenye nyumba ya kiaskofu ili tuweze kupanga vizuri mikakati ya tegemeza jimbo ambayo itakuwa tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na moja. Kwa hiyo eh, tarehe sita asubuhi saa nne, pale nyumba ya waskofu. Na sasa, kuna wengine watapangiwa sasa sehemu za utume, na ninazotaja naomba paroko wa sehemu hiyo aje ampokee mtu huyo, alafu nitatangaza lini wa ripoti sehemu ya utume. Padre Francis Mkoba amepangiwa parokia ya Mbweni Teta kama paroko msaidizi. Padre Renatus Malili amepangiwa parokia ya Wazo Hiri kama paroko msaidizi. Afu Padre Fidelis Mwesongo amepangiwa parokia ya Nyakasangwe kama paroko msaidizi. Padre Aidan Kadudu amepangiwa parokia ya Mivumuni kama paroko msaidizi. Wengine sitaji kwamba ni waende wapi, lakini eh, ofisi zao watazijua wenyewe wakisoma katika barua hizo. Father Dominic Somola O.Carm. oh, mapadre Tasiro Nchimbi OSA na yeye anapokea ya barua yake. Wale mapadri wanaofanya utume wanaopangiwa utume waripote katika parokia zile kumi na tisa mwezi Mei, tarehe kumi na tisa mwezi Mei. Basi nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana wote mliofika hapa kuwashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya kufanikisha siku hii ya leo. Mungu awabariki wa sana. Tuendelee kulijenga jimbo letu hili kama mababa zetu waliyotuzaa walivyotuahidi kwamba wataonyesha ushirikiano. Tuko katikati, upande huu kuna Dar es Salaam, upande huu kuna Morogoro. Basi nadhani Mungu atatubariki tutafanya vizuri na tuendelee kujikabidhi mikononi mwake. Tumsifu Yesu Kristo.